Mwendo wa saa saba mchana gari hilo linalodaiwa kumbeba Philip Moi ambaye ni mwanawe rais mstaafu Daniel Moi lilifika katika majengo ya mahakama katika eneo la Milimani hapa Nairobi, muda mfupi tu baada ya polisi kuthibitisha kwamba walikuwa wametimiza agizo la mahakama la kumtia mbaroni Philip, kufuatia mzozo wa kifedha na mtalaka wake Rosanna Pluda. Hata hivyo Philip hakushuka kutoka kwenye gari hilo wala kuingia mahakamani kama, kama ilivyotarajiwa na badala yake kusafirishwa moja kwa moja hadi kituo cha polisi cha Nairobi area ambako alizuiliwa mchana kutwa mara ya kwanza kwa Philip kujipata matatani. Masaibu ya Philip ya sasa yalianza wiki jana ambapo jaji JBM Karioki alimwagiza kamishna wa polisi Matthew Itere kuhakikisha kuwa philip anakamatwa baada ya kushindwa kumlipa pluda takriban shilingi laki nne za matumizi wawili hao walikuwa wameafikiana kuwa philip atamlipa pluda shilingi laki mbili kila mwezi za matumizi badala ya shilingi laki mbili na hamsini baada ya mwanao kufikisha miaka kumi na nane hata hivyo pluda alirejea mahakamani tena akidai kwamba philip alikuwa amekwenda kinyume na ahadi yake na kufikia sasa pluda anamdai shilingi laki nne Mnamo Agosti mwaka huu Philip aliweza kumlipa Pluda shilingi milioni 8.1, kama malimbikizi ya pesa hizo za matumizi. Ni malimbikizi haya yaliyomsababisha Jaji GBM Karioki kutoa agizo la kukamatwa na kufungwa gerezani kwa Philip iwapo atalipa pesa hizo. Jani Chapia, Citizen Nipashe.